Ndugu mtazamaji, na hii leo tumekuletea utajiri wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye alichaguliwa mwaka juzi, na anamiliki utajiri ufuatao. Anamiliki ghorofa pale vifuatawa yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia sita ambayo ni anatumia kwa, kwa, kwa kuishi na familia yake licha ya hivyo pia mwaka jana kwenye birthday mke wake aliweza kumuundia zawadi aina ya, ya Mercedes Benz yenye thamani ya milioni 500, dola laki mbili elfu hamsini za Kimarekani. Yeye mwenyewe pia anamiliki Lexus Patrol yenye thamani ya shilingi milioni 400 na imefanyiwa karabati na ofisi yake kwa zaidi ya shilingi milioni 400, ambao ukifanya uki calculation na ni milioni 800. Mkuu wa mkoa huyu pia anamiliki V8 ambayo ni yenye private number ambazo ni DC Makonda. Pia tofauti na hivyo, mkuu wa mkoa huyo wa Dar es Salaam amejenga hoteli huko Mwanza ambayo ni haijakamilika, lakini iko kwenye ujenzi na itakamilika muda sio mrefu, ambapo inasemekana kwamba ni share yake na marafiki zake. Tunaomba usahau kusubscribe, kuendelea kuwa na sisi. Asante sana.